Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kwa upande wa afya, serikali imepata mafanikio makubwa ikiwemo kuongeza wigo wa upatikanaji na ufanisi wa utoaji wa huduma za afya hapa nchini. Mafanikio yaliyopatikana katika sekta ya afya ni pamoja na haya yafuatayo: kuendelea kuratibu utekelezaji wa MFA, mpango wa taifa wa bima ya afya kwa wote kwa awamu ya majaribio ambao unahusisha makundi maalum ya watoto, wazee, wajawazito na watu wenye ulemavu; kugharamia kwa asilimia mia moja matibabu ya vipimo vya kibingwa kwa wagonjwa sugu, magonjwa sugu yasiyoambukiza yakiwemo saratani, figo, moyo, sukari, mifupa na mishipa ya fahamu; kuondoa zuio la kuchukua miili ya marehemu katika vituo vya umma vya kutolea huduma za afya kwa kigezo cha madeni kote nchini, na kufanya uwekezaji mkubwa wa miundombinu ya afya, kuajiri watumishi wa afya elfu 5 na kuwapangia vituo vya kazi kote nchini, kutoa zaidi ya shilingi bilioni 39 ili kuboresha huduma za uzazi na watoto wachanga katika vituo 89 vya kutolea huduma za afya, kuongeza vituo vya upasuaji wa dharura kutoka vituo 523 kwa Oktoba 2025 hadi vituo 578 Januari 2026 na kuongeza uwezo wa taifa kukabiliana na athari za VVU na ukimwi kwa kuhakikisha utoshelevu wa dawa za kufubaza makali ya ukimwi wa kufufua kiwanda cha Tanzania Pharmaceutical Industries kilichopo mkoani Arusha na kuongeza fedha za ndani kupitia mfuko wa udhamini wa afua za ukimwi. Kasaco Media tunaangazia maisha, tunaandika kesho.